Masaba alifunga bao la pekee katika dakika ya 26 na kuipa AFC Leopards ushindi katika mechi ya kwanza ya Mashemeji Derby msimu huu wa mwaka 2025-26 wa ligi kuu ya soka ya FKF. Mechi mbili zaidi zilichezwa Jumapili pia zikikamilika kwa matokeo sawia na hayo. APS Bomet na KCB zikiandikisha ushindi wa, wa bao moja kwa bila dhidi ya Bandari na Sofapaka mtawalia. AFC Leopards na Gor Mahia zilikutana uwanjani Nyayo siku ya Jumapili katika mechi ya kwanza ya Mashemeji Derby msimu huu, na ni Leopards iliyonyakua alama kamili katika mkondo huo wa kwanza. This is the Julius Masaba alifunga bao hilo la pekee katikati ya kipindi cha kwanza na kuipa Leopards alama tatu kamili. Ulikuwa ushindi wa nne kwa Leopards ligini msimu huu, lakini umeiwezesha kuchupa alama tatu nyuma ya vinara na mabingwa watetezi Kenya Police. Kwa Kogalo ulikuwa ushinde mchungu zaidi, ambao ni watatu msimu huu, kwa sababu uliwazuia mabingwa hao wa awali kurejea kileleni pa ligi hiyo wanaponuia kutua tena taji ya ligi hiyo mwishoni mwa msimu huu. Kogalo sasa imesalia alama moja nyuma ya Kenya Police inayoongoza kwa alama ishirini ilhali AFC Leopards imepanda hadi nafasi ya sita kwa alama kumi na saba. Masaba lakini kinyasi wote walikuwa tu jeu ya game k na na na tabidi pia tena sasa sasa, unaona, nilikuwa nimemwambia zote natafuta ni ushindi. They they they were were aggressive than us. They won majority of the second balls they were determined they were there was Mechi mbili zingine zilizochezwa Jumapili pia zilikamilika kwa matokeo sawa na hayo ya bao moja kwa bila. APS Bomet ilifunga Bandari FC bao moja kwa bila, nayo KCB ikafanya vivyo hivyo dhidi ya Sofapaka FC.